Wanafamilia wa Mone Simulizi, karibu katika mwendelezo wa simulizi yetu nzuri kabisa, simulizi ya Nimpende Nani, hii ikiwa ni sehemu yake ya pili. Mambo yamepamba moto, mlinzi wa kifalme alihitaji kulipiza kisasi juu ya mke wake aliyetekwa kwenye mahusiano na baba Domian. Kiufupi, mama wa Domian alikuwa ni mke wa mlinzi huyo hapo awali, ila kutokana na nguvu na mamlaka aliyokuwa nayo mtawala, mke alichukuliwa, licha ya kuwa alishamua tayari. Mtoto wake wa kumwokota amemfunza mbinu za kivita za kutosha, huku akimfundisha utaalamu wa madawa ya asili hasa sumu kali za mauaji mashindano yalianza kwa kishindo. Wadada wa lembo walichuana vilivyo kugombania nafasi ya kuwa malikia wafalme hiyo. Hatua za kutafuta mshindi zilitimilika, pacha kutoka kijijini aliibuka kuwa mshindi. Ndoa ilitangazwa, falme ikazizima kumtazama mwanamke mzuri mwenye kuvutia. Sherehe kubwa ya kukata na shoka ilifanyika. Hii ilikuwa hatua nzuri sana kwa wapinzani, yaani wale walipakisasi. Mipango yao ilimtaji pacha ashindwe, ili wao waweze kutimiza vizuri azima yao na mpango wao waliopanga. Kiufupi, mpango wao ulienda sambamba na utoaji wa roho ya mfalme Domian. Kilichohitajika ni kumteka pacha aliyendoani ili nafasi yake ichukuliwe na pacha huyo muuaji aliyetengenezwa kuja kulipiza kisasi. Basi mipango ilitengenezwa kuhakikisha kuwa hakuna kinachoharibika kutoka katika kile walichokipanga. Mlinzi wa kifalme alimweleza mtoto wake hatua wa zote muhimu. Basi mtoto alivaria njuga kumdaka hasimu wake. Mpango wa kumteka pacha wake alishaelezwa tayari. Usiku mfalme akiwa amelala na mkewe mpya aliyempata kwenye kinyang'anyiro, basi wataalamu wa mambo waliingia kazini. Hadithi yetu inaenda kupamba moto, huku tikiwa na maswali lukuki juu ya majina ya mapacha hawa wawili waliolelewa katika sehemu tofauti. Pacha aliyelelewa kwenye jumba la kifalme anaitwa Pamela, mwanamke mzuri mwenye mwonekano wa kuvutia kwa uhakika. Msichana aliyelelewa kijijini anaitwa Harua, yani pacha aliyelelewa kule kwa mama na baba anaitwa Harua. Basi bwana, basi bwana, siku saba baada ya ndoa kutimilika Kidudu mtu aliingia kazini, binti Pamela alienda kukatisha huba. Usiku wa manane, Pamela alivamia chumbani kwa mfalme Bedomian kwa ustadi mkubwa kupitia dari ya ngome hiyo ya kifalme. Mafunzo aliyofunzwa kwa miaka mingi sasa yalikuwa yakifanya kazi. Baada ya kutoa ndani taratibu, alianza mambo yake. Wakati huo wapenda nao walishalala fofofo fo. Hapa ndipo ilipopulizwa dawa. Mpulizo wenye sumu ulizizima ndani ya chumba kizima. Sumu ilifanya kazi kwa ustadi mkubwa. Wakati huo mazingira yote yalishakuwa na usalama asilimia mia moja. Juu ya dari alikuwapo mlinzi wa kifalme yule, ambaye alimlea huyo mtoto aitwaye Pamela, pacha aliyemwokota msituni. Kamba iliteremshwa kumbeba pacha aliyeolewa na mfalme. Utaratibu ulienda kama ulivyopangwa. Mtoto wa mlinzi wa mfalme hapa alipata nafasi ya kumbadili nguo pacha wake, ili apate nafasi ya kulala na mfalme atimize lengo la kuwapo hapo, alipiza kisasi cha baba yake aliyemlea. Hatimaye mpango ulikamilika, pacha muuaji akaimiliki ndoa mfalme. Hakuwahi kugundua mabadiliko yoyote yale yeye aliona faraja tu kufaidi maisha ya kimwali chope dawa mwenye kuvutia. Huku upande wa pili, maisha ya kificho la mateso yaliendelea kwa Harua, pacha aliyeshinda mashindano kuwa mke wa mfalme. Mapacha hawa walifanana kiasi kikubwa sana, lakini hakuna aliyekuwa akitambua kuwa wao ni ndugu aliyekuwa akielewa hili alikuwa ni mlinzi wa kifalme, mlinzi ambaye ana kisasi kikubwa na himaya ya kifalme. Licha ya kisasi na baba wa mfalme Domian, ila anatamani sana kuangamiza hadi uzao wake. Yaani hapa yuko na hasira za kutaka kumtoa uhai Domian. Ukiacha habari kuhusu kisasi tu, mlinzi anatamani siku moja ashike nafasi kuwa mfalme wa himaya hiyo. Mambo yalizidi kunoga, pacha alishatekwa kupelekwa mafichoni huko, mahala ambapo ilikuwa ngumu mtu yeyote kuweza kupafikia. Basi pacha mwenza akashika dora akawa malkia wa himaya hiyo yenye utawala wa kimabavu. Mfalme hakugundua badiliko lolote lile, ndio kwanza alikuwa akifurahia pendo la mwanamke huyo mzuri. Kwa hakika pacha mwenza alikusudia kumburudisha mfalme, alimpa vitu ambavyo roho inapenda. Mfalme akavurugikiwa na penzi lake, kila muda alitamani awe karibu, aupate utamu wenye radha ya asiri. Mpango wa mabadilishano hayo ya kindoa yalikuwa na kusudi moja tu, kuutoa uhai wa mwanamfalme. Maisha yalizidi kuendelea, huku mpango huku wa kuwa mfalme ukiendelea taratibu. Sumukari sana yenye kuangamiza, alipatiwa pacha aliyelelewa na mlinzi, Bibi ya Pamela. Baba yake mlezi alishampa habari kuhusu matumizi yake, alihitajika tu aifanye kazi, yaani kwa kila njia aiweke kwenye chakula na maji ya kuoga ya mfalme. Licha ya ukali wa sumu hiyo, ila haikuwa na uwezo wa kumuua mtu kwa mara moja, bali ilihitaji mchakato wa muda mrefu. Wakati wa utekelezaji wa mpango wa mauaji, mapenzi yaliingilia katikati. Ajali ikatokea kazini. Pacha aliyechukua nafasi kutekeleza makubaliano ya baba yake ananogewa na penzi la mwana wa kifalme. Mfalme Domian alielisi ufalme kutoka kwa baba yake. Hapa ndipo moto unapowaka, baba na mtoto wanaingia kwenye ugomvi mkubwa sana, kila jambo alikosi kasolo. Wataalamu wa mambo waligundua jambo hasa. Mtu wa karibu kabisa na mfalme, bwana Mustafa, mshauri mkuu wa mfalme, alipata habari kuhusu mapacha waliozaliwa zamani sana. Hapa taarifa za uzao wa mapacha zikaharisika kama ilivyokuwa mshauri. Katika upelelezi wake aligundua utofauti katika ndoa ya mfalme halisi kabisa. Mke wa awali wa mfalme si yule anaishi naye mfalme kwa sasa, hivyo alikuwa na kazi ya kujua ukweli. Hapo ndipo alipozunguka kila kona kuuliza habari za mapacha hao ambao inasemekana walipotezana kitambo kilichopita. Upande wa pacha aliyendoani, yeye haelewi chochote kuhusu maisha yake. Mlinzi wa kifalme anaamini kuwa ndiyo baba yake wa ukweli. Hakuwahi kujua kuwa ana pacha wake. Ufanano kuhusu harua, yeye aliamini tu ni ufanano wa mwanadamu yoyote, kwa maana aliamini tu yeye aliweza kufanana na halua lakini si ndugu. Pamela tayari alishalewa na penzi la bwana mfalme. Amekufa, ameoza, huruma imemjaa, anashindwa kumtilia sumu bwana mfalme. Upande wa pili, Halua mateso yalishamchosha, anatafuta namna kuyakabiri maisha yake. Anaamua kutafuta suruhu ya maisha, anawarubuni walinzi waliokuwa wakimlinda, anawashawishi kwa uzuri wake, anapata nafasi ya kutoroka mafichoni, huko ndani ya chumba cha siri alichotekwa Harua. Harua amepata mawazo ya kutoroka akalipiza kisasi. Kwa nini mume wake achukurie kirahisi hivyo? Moyo wake unampenda sana mwana mfalme, umwambie chochote kile kuhusu mfalme Domian yani. toka zamani alikuwa na ndoto ya kuwa na utajiri, sasa amefikisha ndoto zake. kwa nini azipoteze? Tukutane katika sehemu ambayo inafuata, ili tuweze kujua mbivu na mbichi. Ihi? Wanaita nimpende nani, hadisi ya mapacha. Ulikuwa nami mwanzo mpaka mwisho wa sehemu hii. Langu jina, naitwa Salki, ukiniita okay, Mr. Stolman, inakuwa bora zaidi.